Kama Bwana aishivo, huu ni unabii wa nchi ya Tanzania pamoja na nchi za jirani zinazoizunguka Tanzania. Kutakuwa na mvua kubwa sana ambazo ni mvua za muda mfupi, lakini zitakazoleta maporomoko makubwa ya maji, na maporomoko hayo yataleta maafa, kupelekea kuharibu miundombinu kupelekea kuharibu nyumba, kupelekea kwa watu wachache kupoteza maisha. Hivyo, ningependa kutoa angalizo kwa madereva toyo, kwa madereva wanaoendesha magari barabarani, pale utakapokuta maji yamekatiza barabara, ni vyema kusubiri mpaka yapungue kuliko kuvuka na maji hayo yakiwa mengi, kwa sababu hatari niliyoiona ni maji ya kitofauti na yatakuwa na nguvu tofauti na jinsi tulivyozoea, kulingana na mvua hizo chache ambazo zitakuwa zina nguvu za muda mfupi zitakazonyesha. Pia ni wa, nitoa angalizo kwa wale watu waliojenga kwenye mikondo ya maji. Unaweza ukahamisha familia yako kwa muda huu mpaka pale Januari mambo yakiwa shwari ukairudisha pia. Unaweza ukarekebisha kwa wewe unayejua kabisa kuna mkondo wa maji ama uko karibu na mkondo wa maji ukaimarisha, e, nyumba yako ama ukaimarisha miundombinu ya hapo nyumbani kwako ili kwa ajili ya kuzuia maji hayo. Mungu akubariki sana, Mungu awabariki wa. Kwa wewe ambaye utakuwa umeuelewa unabii huu unaweza ukashiana kwa mtu mwingine. Mungu akubariki sana.